Usiku wa leo jiji la Nairobi nchini Kenya linapumua mpira wa kikapu. Sasa hivi uwanjani, timu mbili bora kutoka Afrika Mashariki, KPA ya Kenya na APR Rose zinajiandaa kucheza katika mechi ya kufuzu kuwakilisha ukanda huu katika ligi ya basketball ya Afrika upande wa wanawake baadaye mwaka huu Murwanda. Tunapambana naye kama Kenya. Win from KPA, all day, every day, all blues. 2022. KPA, KPA, KPA washinda kama kawaida, more than 10 points point 10 na kuendelea. Ilikuwa poa, napenda venye KPA amecheza defense yao ilikuwa nzuri tena. Naomba hii quarter wacheze tu vizuri, wacheza first quarter. So kudos to coach wa KPA. I think ali analyze game ya APR vizuri, tumona ame maintain the top, the top players wa APR. and and I'm proud of of my team. We We We, we, we We we we we faced adversity today, going into halftime. we're losing. We kept, we, we said, hey, keep our head up. We got 20 minutes left, and we know what we're capable of. That's what we did, and we came out on top. Leo, kidogo, hata kama tumeshindwa, kuna vitu ambavyo tumefanya makosa kidogo, lakini tunarekebisha. Ah, lakini Kenya inasema pia ni ya kufunga Kenya. I feel like it's just team coordination but they've put the level the level they've done the level best and and sometimes sometimes you win, sometimes you win lose and that's part of the game. Despite kama mimi ni Mkenya nilikuwa na support APR kwa sababu ya nilikuwa nimeangalia jinsi ambavyo wanacheza kuanzia mwanzo wa hizi games na nilikuwa nimeona kwamba wana strategy na wana ile energy. Asante sana. Big up to APR. Ah, kama fan wa KPN naweza sema niko na huzuni lakini uh, game ili, ilifurahisha sana na tunajua kuwa tutakuwa na another next time ya kushinda tena, lakini ilikuwa mchezo wa kupendeza. Baada ya hatua za makundi tunaingia sasa kwenye hatua za mtoano nusu fainali: APR ya Rwanda dhidi ya Les Hippos kutoka taifa la Burundi, lakini KPA ya Kenya dhidi ya REG kutoka taifa la Rwanda. Jason Sagini kutoka Nairobi, uwanjani Nyayo, RFI Kiswahili.